Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu Joni, miaka mingi imepita. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kube, malipo yameshafanyika. Chif vipi? Pesa ni mpesa. Ha, baada ya kununua zawadi za sikukuu, sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chif vipi? Pesa ni mpesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu ila safari hii ni nikapanga nimuoneshe. Wait alipofika na bili, ilikuwa ni taimu ya kutumia mkwanja wangu. Pesa ni mpesa. <laughs> Nilidhani mii ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki, upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa. Hii ni zoezi la vitambulisho vya Taifa madam huko ndani ya jiografia ya nchi yetu Si zoezi la hiari, ni zoezi la lazima kwa kila aliyeko ndani ya mipaka ya nchi yetu, lazima tumtambue. Kwetu sisi tulio raia, itakuwa ni kosa mara mbili, itakuwa ni kosa mara tatu, itakuwa ni kosa mara tano, itakuwa ni kosa kubwa kama wewe ni raia. Rais ametafuta fedha za kukupatia kitambulisho bure, lakini wewe kupeleka tu picha yako na alama zako na muda wako wa kwenda kupokea kitambulisho ukaamua kutokufanya hivyo. Lakini tunakokwenda tuache mazoea ya kutafuta kutambuliwa pale unapokuwa na shida. Watu wetu akitaka kutafuta passport ndo wanaanza ku, kwa kujitambulisha kwamba yeye ni raia. Watu wetu wakitaka kupata urithi wa ardhi ndo wanaanza kuwalalisha namna alivyo raia. Na katika tunapolibeba jambo hili, kama alivyosema mkuu wa mkoa, tusiliunganishe na jambo lingine lolote, linajitegemea hili. Ni jambo la nchi, ni jambo kubwa, ni jambo la nchi, tusiliunganishe na mambo mengine yeyote. Nilipewa fununu, kuna baadhi ya mikoa sijui kama na huko lipo. kunakuta watu wanadaiana michango kwenye kijiji chao, wanamwambia mtu atukupi fomu ya kupata kitambulisho cha uraia mpaka ulipe kwanza michango hiyo. hii haihusiani na jambo lingine lolote lililoko kitongoji chochote tutakapokuwa tumemaliza zoezi lote la utambulisho mita la kutoa vitambulisho katika eneo husika, tukimkuta yule ambaye hana kitambulisho, maelezo yake yatakuwa magumu kusema yeye ni Mtanzania, na maelezo yake ya kusema mimi zoezi lilinipita li li li li li li itakuwa ngumu sana kueleweka. Kwa maana hiyo, pande moja tumeongelea na kiusalama, upande mwingine tumeongelea ya kisiasa. Vitambulisho vyote ulivyowahi kujiandikishia hata kama ni vitano, kama ni sita, kama ni vingapi vya kupigia kura vitakuwa batili kama kuna kitambulisho cha uraia. Na tunakokwenda zoezi hili litakapokuwa limekamilika na mifumo yote ikasomana vizuri, tunatarajia kitambulisho cha kupigia kura kitambulisho cha uraia ndicho kitoe kitumike katika taratibu zingine za kupigia kura. Utambuzi na uandikishaji na usajili wa vitambulisho vya raia wetu, kwa mkoa wa Ruvuma, nitamke rasmi kwamba nimelizindua, na zoezi hili la usajili na utambuzi kwa mkoa wa Ruvuma liende kwa ufanisi mkubwa kama ambavyo inatarajiwa. Asanteni sana. Kwa sababu zoezi hili ni muhimu sana, kama ambavyo nimesema, kwa nchi yetu. Tunategemea kabla ya mwisho wa Januari, pia tuongeze mikoa mingine minne ambayo ni Morogoro, Dodoma, Tabora na Kagera, mikoa ambayo itakuwa imebaki. Mikoa ya pembezoni, kuna utaratibu maalum wa kufanya registration Mheshimiwa Waziri, kama ambavyo nimesema zoezi hili linatakiwa lifanyike kwa haraka. Na linatakiwa kama ambavyo serikali imeagiza lifanyike na liishe kabla ya Disemba 2018. Mheshimiwa Waziri, nigusie kidogo sasa changamoto tunazozipata. Kama nilivyosema tuna presence katika mikoa mingi lakini kuna changamoto ambazo tumekuwa tunazipata. Moja na hili ni waombe sana wananchi, ni la viambatisho kwenye zoezi la usajili wa watu. Tunatakiwa tuambatishe viambatisho ambavyo ni vya muhimu sana, vile vinavyoonyesha umri wa mtu, makazi na uraia wake hivi ni muhimu sana , lakini pia kuna tatizo la uraia, changamoto ya uraia. Tusiruhusu watu ambao sio raia wapewe vitambulisho vya Taifa. Ili tunalifanyaje? wakati wa mapingamizi, naomba mjitokeze wengi, ili kuweza kubainisha kama jirani yako au unaishi naye ni raia kweli. Kwa hiyo tutaomba wananchi wajitokeze kwenye hii hili, ili kuendesha zoezi hili kwa ufanisi. Kama mkoa, tumejipanga kila wilaya itaendesha zoezi hili kwa ushirikiano na taasisi zingine kama uhamiaji, na pindi tutakapomaliza kata zilizopangwa kwenye kila awamu, Taratibu za uhakiki na mapingamizi zitaendelea kupokelewa ili kutoa fursa kwa NIDA kuendelea na hatua za uzalishaji. Lengo ni kuhakikisha vitambulisho vinazalishwa na kugawanywa sambamba na kuendeleza zoezi la usajili. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii utawala wote wa wilaya na wakurugenzi wote wa halmashauri, watendaji kata wote, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa, watendaji wa vijiji, watendaji wa mitaa, kusimamia kwa karibu zoezi hili na kuhakikisha yale yote tuliyokubaliana kwenye utekelezaji yanatekelezwa kwa vitendo na hatua zote za zinafu, zinafuatwa ikiwemo wananchi wote kujulishwa kuhusu zoezi hili. Tunataka kila mwananchi apate taarifa ya zoezi hili. Na mimi kama mkuu wa mkoa nichukue fursa hii kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma kushiriki katika zoezi hili ili waweze kujisajili na hatimaye kupatiwa vitambulisho vya uraia. Lakini ni wale tu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 ila safari hii ni nikapanga nimwoneshe. Wait, alipofika na bili ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. Chifu vipi? pesa ni mpesa. <laughs> nilidhani mimi ndio mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni mpesa.